Na mtazamaji, wadau wanaopigania kukomeshwa kwa dhuluma za kijinsia Kaunti ya Samburu, wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wa wanafunzi haswa wakati huu wa likizo ndefu. Wadau hao wanawashirikisha wanafunzi kwenye mafunzo mbalimbali ikiwemo ya afya ya uzazi ili kukomesha visa hivyo. Boniface Baraza anaarifu zaidi. Um, the ni mtaalamu wa afya wa shirika la Compassion akiwashirikisha wanafunzi walioko likizoni katika masomo ya afya ya uzazi kwenye ukumbi wa kanisa la KAG mjini Maral, kila mwanafunzi akiwa na kipakatalishi chake mkononi to avoid bad companies. We have learned that the, the generation of today inaelekea pale ambapo si pazuri and because of the church wameamua kuitengeneza the country of tomorrow. Wanataka sisi kama wanafunzi au generation ya sasa tuwe fruitful tomorrow. This being a long school holiday, Uh, we have have had previous cases uh, cases of of of influx teenage teenage pregnancies, pregnancies and and so this, we this this a good opportunity to to to to engage these young people to help improve their their resilience and, uh, make with regards to their reproductive health in in order to bring down the cases of teenage pregnancies that have been uh, prevalent in this county. Vile vile swala la dhulma za kijinsia katika jamii limekuwa kero kwa wadau hao. We also have had issues of gender based violence Changamoto imetolewa kwa wazazi kuwajibikia malezi wanawao katika likizo ndefu ya Disemba. Mtoto wangu kwa wasasi, ni waelekeze watoto hawa wasungumse kwa moyo ambao uko wasi maana sasa kipindi hiki generation ambayo iko, si generation ya kufishwa maneno, ni ya kuambia kila kitu kina, kina baubaga na hii itawasaidia kuepukana na mambo ya madaya ya kurefia, kuepukana na mimba za mapema, magonjwa ambayo ni ya zinaa. Maana hatutaki watoto wetu wakirudi shuleni, wengine wanabaki nyumbani ati kwa sababu wameweza kupata mimba. Hiyo siyo, siyo lengo letu kama kanisa, lengo letu ni kuhakikisha watoto wetu wataweza kurudi shuleni wakiwa hali nzuri. Kando na mafunzo hayo, pia wanahusishwa katika michezo mbalimbali mbali. ni mawimbi yanayolenga kuepusha kizazi cha sasa na visa ambavyo vinaweza kulemaza na kudemaza ndoto zao za siku za halafu. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi.